Wazazi hao wamedai kuwa tokea kufika kwa mwalimu mkuu huyo skuli ni hapo, hatoi mashirikiano yoyote kwa wazazi na kamati ya skuli katika kujenga maendeleo ya wanafunzi hao. Lakini shule yetu baada ya mwalimu mkuu, tukasema changamoto ya shule yetu itaondoka, lakini bahati nzuri shule yetu imezidi kuwa ngumu, changamoto ile haikuondoka kwa sababu, kwa sababu ya kwanza, hakuna taarifa hata moja katika umeza yako ambayo inatoka shule hii. Lakini jengine la pili, mwalimu huyu hana mashirikiano na sisi, tangu afike hapa anakaribia mwaka, tumefanya kikao kimoja tu cha kamati kwa shida. Kwa hiyo anatuzoroshea maendeleo ya shule yetu. Ombi letu, mutubadilishie mwalimu mkuu ili shule yetu iende mbele, kwa sababu mwalimu mkuu huyu akija hapa, mpaka sisi jamii anatutukana. Kwa jambo lingine, watoto wetu hawanyuji na shule pesa, kila leo zinaingizwa. Ikiingia mwezi e tu, pesa za watoto hawa zinaingizwa benki. Mvutano wa skuli hii yetu sisi wenyewe tunafahamu eh. Kuhusiana kwa kuletwa mwalimu mkuu huyo, kuna mvutano mkubwa sana, mpaka tukafikia hatua hii ya leo. Aha, na tumeni kama alivyosema huyu bwana, imeandikwa barua ikapelekwa Wizara ya Elimu kwa shule yetu na kitu ongeza walimu kwa sababu walimu hatuna. Tulikuwa na walimu wa chekechea, wa kujitolea. Bahati mbaya hatuji serikali ilivyoamua. Mlituondosha walimu wetu wa, wote wa kujitolea. Kabaki mwalimu huyu mmoja tu na mwalimu mkuu mmoja mlituletea. Kwa hivyo shule kendele ya mwezi mmoja hii haisomeshwi. Kwa hivyo hapo kwanza mlituathiri. Kwa hivyo tutataka mtuletee walimu wa kutosha kwa sababu wa, bila bila walimu watoto hawasomi. Hali hiyo imemsukuma afisa mdhamini Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Pemba, Mohamed Nasor, kufika skulini hapo na kuzungumza na wazazi, kamati ya skuli pamoja na mwalimu huyo, ili kutafuta suluhu ya migogoro yao. Nimeamua na wenzangu kuja hapa kuonana na nyinyi wazazi wa kijiji hichi. Skuli hii naifahamu, historia yake naifahamu, mwenendo wake Nayafahamu mazuri yake nafahamu na changamoto zake. Tunakwenda maskulini baadhi ya wakati kwa kusikiliza changamoto wal, walimu tunawafuata kwenye vituo vya kazi kuzungumza nao na kuwasikiliza, lakini mara kadhaa tunatumia ziara hizi kuwasikiliza wazazi wanasemaje, nini kinawakwaza yapi maoni yao, halafu kwa pamoja tunaangalia kile chenye maslahi kwa watoto. Maanake katika hili hatuangalii maslahi ya afisa mdhamini, maslahi ya wizara, maslahi ya mzee, tunaangalia maslahi ya mtoto. Kwa pamoja tunakubaliana ama tukilifanya hili, mtoto wetu atapata haki yake ya elimu. Hapa tukijaliona Mungu, skuli itanyoka shauri mabadiliko walioshauri tutayaangalia kwa pamoja. Kutoka Pemba, Aisha Haji FM, kutoka Tabata, Dar es Salaam.